Na majira ya kuwepo lazima ujue hii ni kipindi gani kwenye ndoa yangu. Je, ni kipindi cha kupanda? Je, ni kipindi cha chaku, kupalilia? Je, ni kipindi cha kusubiri kuweka mbolea? Je, ni kipindi cha kusubiri mmea ukue? Je, ni kipindi cha kukomaa kwa mimelea, me, kwa ndoa yangu? Kwa nini nasema hivyo kuna miaka ya ndoa, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, unaona ndoa kidogo imekuwa nzuri, naenda eh, mnapanda mnaendelea kupanda. Mwaka wa tano unaona eh, eh kama vile, mbona kama vile eh mbona, kama vile kuna mvua nyingi eh, mbona mazao, ili zao linakuwa kama vile, kama vile, vile sikutegemea lingekuwa namna hii. Huo muda upo, huo muda upo, mbona kama mazao yamekaa, yame, yame, ah, mbona maindi haya hayachanui, vibelewele zile manaa maindi hayabebi, kuwa muda upo kwenye ndoa, huwa muda hupo, ni challenging time. Anasema ni ule muda wa changamoto. Kwa hiyo usiogope unapoona hayo, ni muda tu wa shamba linavyoendelea. Baada ya pale kwenye kukomaa, kuna wakati wa kuvuna kwenye ndoa. Mnaweza mkapata watoto, wakati wa kuvuna, mama anajifungua kwenye ndoa. Ni muda labda mlikuwa mmeweka mtaji wenu mahali ili biashara inakuwa, ni muda wa kuvuna kwenye ndoa. Labda mama alikuwa anatafuta kazi, amepata kazi, ni muda wa kuvuna. Baba alikuwa anatafuta ajira, amepata, ni muda wa kuvuna. Kwa hiyo yale mavuno yakivunwa, ni vizuri yakawa shared, yakawa yameshirikisha wale watu wote ambao walishiriki kufanya nini, kupanda ile process yote ya kuanzia pale mwanzoni kuandaa shamba mpaka tunavuna. Hasa mara nyingi kwenye ndoa wakati wa kuvuna Panakuwa na changamoto. Mmoja anataka avune zaidi ya mwenzie, wakati tumeshaambiwa hawa ni mmoja, ni kitu kimoja, ni mwili mmoja. Hasa mwili mmoja anataka uvune tofauti tofauti, inakuwaje? <laughs> mwili mmoja umepanda mahindi, unataka uvune mahindi yake, mimi nivune hapa, huyu avune hapa, wakati tulipanda pamoja. Hapo ndipo kitimbutimbu kinapoanzia kwenye ndoa. Kwahiyo kama Mungu mwenye shamba anavyoangalia, lazima muwe na hekima sana kwenye kuvuna, maana kila mmoja amewekeza nguvu yake hapa kwenye hilo shamba. Kwenye ndoa kuna wakati wa kuvuna, kwa hiyo mavuno lazima yawe yamejawanyika ya sawasawa kwa wale wanandoa wote. Haiwezekani baba akapanda na mama akapanda pamoja, halafu kwenye kuvuna akavuna baba peke yake au mama peke yake. Hapana. Hapo ndipo migogano inapoanza kwenye ndoa. Lazima wote kuvuna pamoja, kwa sababu tumeambiwa ndoa ni mwili mmoja, ni mwili mmoja. Kwa hiyo maendeleo yenu yote ni ya wamoja, faida yenu yote ni ya wamoja, ni ya hawa wawili, mwanandoa mke na mume, kama ilivyo li shamba mlivyo liandaa. Kuanzia mwanzoni, mmeandaa shamba lenu, mmelipanda, mmepalilia, mmeweka mbolea, mmesubiri, mazao yamekua. Sasa mnavuna. Sasa iweje baba aliweka shilingi tatu na mama akaweka shilingi mbili, Ika shilingi tano. Leo anataka avune zote tano. Hapana. Lazima kuvuna kwa usawa. Kama ndio panda pamoja, mnavuna pamoja. Ndivyo ilivyo. Hata kama mwanandoa laba mama yeye ame yuko nyumbani anamsalia baba laba, anaandaa nguo, anaandaa chai ya baba, anamwandalia baba chakula eh, ana, anampasia nguo zake Eh, baba akija, pole mme wangu umerudi salama. Ile tu tayari, hiyo tayari ni mtaji mama anaowekeza kwenye ile shamba lake la ndoa kwa baba. Hatafi apaswe kudharau huo mwanzo, hapate kudharau hiyo juhudi. Hata kama ni mke labda ana kazi, baba anamwambia mke wangu, pole umeenda kazini, ili, ilikuwaje leo umekuwaje huko, tayari hiyo ni, ni, ni namna mume anavyowekeza kitu kwenye kwenye shamba lake kwa mkewe. Kwa hiyo, kwa hiyo haipaswi kuona kwamba mimi nimefanya zaidi au mama amefanya zaidi au baba amefanya zaidi. Hapana, hakuna alifanya zaidi, wote wamefanya sawa sawa kwa ajili ya ndoa yao. Kwa hiyo kwenye muda wa kuvuna ni muda wa kuwa makini sana, kwa sababu mara nyingi mazao yakishavunwa mengi huwa yanakuwa hayako sawa sawa, hakuna uwiano kwenye kuvuna. Kwenye ndoa tumesema kwamba ndoa ni sababu ya maendeleo na maendeleo haya nimealinganisha na shamba au ndoa imelinganisha na shamba, na na mkulima anavyofanya hasa baada ya kuvuna. Kuna wakati wa kuweka galani kuhifadhi mazao. Maana yake kwenye ndoa kuna wakati wa kuweka akiba, lakini pia yale yaliyopatikana yanatakiwa yahifadhiwe vizuri. Sio baba anavuna, baba yeye anachukua ile hela anapeleka huku anapojua au mama anachukua hiyo hela anapeleka kwa alipo anapojua. Hiyo inaleta hitilafu kwenye ndoa. Baba anachukua hela anapeleka kwenye nyumba ndogo, mama anachukua hela anasema anajenga kwao, tayari inaleta mtafaruku kwenye ndoa, na pale Mungu anakuwa hakai hapo, afurahii. Maana Mungu ameweka pale ili mzae mkaongezeke mkaijaze nchi, na Mungu anapenda umoja, Mungu anapenda amani Mungu anapenda ushirika, Mungu anapenda namna kutambua uwezo wa mwenzangu na faida ya mwenzangu na mchango wa mwenzangu umekuwa nini. Kwa hiyo basi, kama mwanandoa, wakati wa kuweka galani, wakati mzuri sana ni wakati muhimu sana. Wewe baba usivune peke yako yako ukaweke galani peke yako, kwamba kasema mazao ni haya, mimi naweka ya kwangu haya, mama au mojawapo sehemu ya kujua yale mazao yamehifadhiwaje kama ni fedha imepatikana kwenye ndoa, ajue fedha imepatikanaje, imewekwaje, inatunzwaje. Awe mmoja wapo ajue akaunti za baba zikoje, na baba ajue akaunti za mama zikoje. Hakuna kitu Mungu anaweza furahia kama hicho, na ndivyo utaona baraka za Mungu kwenye maisha ya ndoa, kukuwa na uwazi na uhalisia wa mambo. Lakini sasa, baada ya kuweka galani, kuna wakati wa kuuza mazao. Labda mmeweka mahindi yenu, mnasema tukauze ya mazao labda mliwekeza kwenye jambo fulani, mmepata hela, nasema tukajenge nyumba. Ndo kuuza mazao kwenye hey, ile hela inatumika, kile kipato kinatumika. Kwa hiyo wote pamoja, baba na mama, mke na mume, wanapaswa kujua kinagaubwaga, haya mazao yamepatikanaje, yameuzwaje, imepatikana kiasi gani? Maana yake hii fedha tuliopata kwenye familia imekuwaje, fedha labda imeenda kwenye ujenzi labda imeenda kwenye biashara, labda imeenda nyumbani kwa wazazi. Ni vizuri kujua kwa pamoja, ili kuepuka ile migongano kwenye ndoa. Kwa hiyo, baba ambaye umeheshimika, na mke ambaye umeheshimika, hebu kuwe na tabia ya kuwa na uwazi kwa habari ya mapato yenu na matumizi yenu, kwa sababu Mungu analipenda hilo, kwa sababu Mungu analipenda hilo. Kwa hiyo kama mwenye shamba ambavyo anajua kosti zake au gharama zake, kuanzia kuandaa shamba mpaka kuvuna mpaka kuuza. Kwa hiyo kwenye ndoa pia, lazima mume na mke wajue gharama zao, wajue wametumia nini, kuanzia kuanzia ndoa yao kuijenga, mpaka kama ni biashara, kama ni kampuni, kama ni shamba, kama ni aina yoyote ya maendeleo kwenye ile familia yanajulikana wazi ili kuleta furaha na amani mahali pa ndoa. Haya ndio mambo ambayo yanatakiwa yaangaliwe kwenye ndoa, kwa sababu haya yanaleta yanaleta yanaleta mtafaruku, na ni kuanzia mwanzoni mwa ndoa. Ndio maana leo tunatoa elimu hii au ufahamu huu au namna hii ya kushea, kila mmoja ajue wajibu wake ni nini, baba ajue, mke ajue na hata watoto saa nyingine washirikishwa baadaye kwenye haya mambo ya mapato katika ndoa na familia. Kwa hiyo basi, ndoa ni sehemu kubwa sana ya maendeleo katika jamii. Hata hivyo, ndoa ni sehemu ambayo wanapatikana mali ghafi au raw material. Kwenye sehemu nyingine, kwenye ndoa wanatoka watoto. Watoto wanaenda kwenye shule za primari watuwa shumimbani wanaenda sekondari. Sekondari, sekondari wanaenda vyuoni. Vyuoni wanaenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kazi. kwenye mataasisi makubwa. Wanaenda kunufaika na kazi makubwa. Kwa hiyo chanzo chake ni ndoa. Kwa hiyo maendeleo ya sehemu yoyote yanaanzia kwenye ndoa. Na mtoto aliyelewa vizuri anakuwa ni chanzo kizuri huko mbele safari kwenye dunia. Kwa hiyo yale, yale malezi na makuzi ni kama tunu kwa kuandaa kizazi ambacho baadaye kinakuwa ni kizuri, kizazi ambacho kina maendeleo, kimefundishwa maendeleo na kinajua maendeleo, maendeleo ya kweli. Mtoto anajifunza nyumbani, anavyoona ule umoja wa baba na mama, anavyoona umoja wa ndoa unavyofanyika, nana shamba linavyoandaliwa, ili shamba la ndoa linavyowekwa, ndipo mtoto anapojifunza kwasa. Malezi yetu na makuzi yetu yanaanzia ya kwenye ndoa. Kwa hiyo maendeleo yetu yanaanzia kwenye ndoa, na uwazi na uhalisia wanandoa wanavyoendeshwa lazima uwe madhubuti, ili kwamba baadaye kujenga jamii na kizazi ambacho kina uhalisia kwenye mapato na matumizi, kwenye maendeleo ya masuala ya ndoa. Kwa hiyo basi Waonae nisikiliza ambaye ni mwanandoa, nakuomba au nakushauri, hebu mume, kuwa wazi kwa mke wako. Hebu mke, kuwa wazi kwa mume wako. Haya yanaepusha mambo mengi sana. Kila aliye na ndoa aone jukumu lake la kumshirikisha mke au ni jukumu lake la kumshirikisha mumewe. Kusiwe na siri kwenye mapato, kusiwe na siri kwenye kupanda, kusiwe na siri kwenye kuvuna na kuuza mazao yenu ya shamba lenu ambayo ni ndoa lenu. Kwa hiyo kila mmoja alizingatia hili kwa kujenga ndoa ambazo ni za amani na za furaha. Tunatamani Honored People's Corner tuweze kujenga ndoa ambazo zina furaha. Ndoa iwe ni mahali ambapo Mungu anapafurahia na wanandoa anapafurahia, ndoa isio ni mahali ambapo watu wanaona kama ni, ni hal kama ni ni, ni kaburi au ni kuzimu. Hapana, ndoa ni mahali ambapo watu wanaona ni paradiso ya Mungu, na ikiwa hivyo, nakwambia dunia itafurahi, wanandoa atafurahi, jamii itafurahi, taifa litafurahi, kwa sababu ndoa zikiwa zina mhimili, maana yake ni taifa lina mhimili na dunia ina mhimili. Lakini ndoa zikishindwa kukaa mahali pake, taifa linaporomoka, jamii inaporomoka, kunakuwa na kilio everywhere kwa sababu hakuna mhimili ambao umesimama vizuri. Kwa hiyo ndoa ni mhimili wa maendeleo, ndoa ni sababu ya maendeleo, ndoa ni furaha ya maendeleo, ndoa ni furaha ya Mungu, ndoa ni furaha ya wanandoa wa. Kwa hiyo wewe mwenye ndoa, jua kwamba uko pale kuleta furaha katika jamii, na mume, ujue uko pale kuleta furaha kwenye ndoa yako namke na ujue uko kwenye ndoa yako kuleta furaha. Kuweni wawazi katika mapato na matumizi katika ndoa. Kila mmoja akitoa mchango wake uthaminiwe. Kusiwepo na huyu amefanya zaidi, huyu amefanya kidogo. Hapana, kwenye ndoa usawa ni sawa sawa sawa. Ili Mungu atukuzwe. Ndoa ni mtu mmoja, sio wawili, tena ni mmoja. Kwa hiyo mmoja hawezi leo aka, akaanza kuamka sasa tumekuwa wawili nachukua hichi nachukua hichi, tayari kuna ubinafsi hapo. Kwa hiyo ndoa iwe ni mmoja, maana yake jambo letu ni moja na kuambia ukifanya hivyo, utaona ndoa zinakuwa mahali pazuri pa kuishi, na mume atafurahia wa utakuwa malala na malalamiko. Mke atalalamika kwamba ananyimwa hichi, mume atalalamika kwamba mke wangu ah, ah, automatically ule utii na, uti na upendo vinafanya kazi yake kwa sababu kila mmoja anafurahia hiyo mkate hiyo ndoa hilo shamba ambalo mmelivuna leo kwa ajili yenu na kizazi chenu cha baadaye. Ndoa ndio kiini cha maendeleo. Kwa hiyo mwenye ndoa jua kwamba kuwepo kwenye ndoa maana yake wewe unazalisha malighafi kwa ajili ya dunia, na kuwepo kwenye ndoa maana yake maendeleo ya kweli yanatokana na ndoa. Kwa hiyo wewe ni mzalishaji pamoja na Mungu kwenye ndoa yako. Kwa hiyo nakusihi wewe mwenye ndoa hakikisha unakaa kwenye nafasi yako. Mume kaa kwenye nafasi yako mke, kaa kwenye nafasi yako, na baba na mama pia. Hakikisha mnafundisha vijana wetu vizuri, ili nao wakae kwenye nafasi zao. Nakushukuru sana kwa siku ya leo. Naomba usiache kutufuatilia katika vipindi vinavyofuata. Jina langu naitwa Neema Isa Kesi. Tunapatikana HPC underscore tz katika Instagram, Twitter, Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Asante.